Historia na simulizi ya mwanasiasa mkongwe Dotto Biteko, japo ni kijana lakini amekuwa mvuto kwa vijana wengi kulingana na kile ambacho anakifanya katika sekta hii ya siasa. Safari ya Dotto Biteko. Kulikuwa na kijana mmoja aliyezaliwa katika ardhi ya rutuba ya Ushirombo, wilaya Bukombe, mkoani Geita. Ilikuwa tarehe 30 Desemba mwaka 1978, siku ambayo familia ndogo ya baba Mashaka na mama yake ilimkaribisha mtoto wao wa mwisho Doto Mashaka Biteko. Tangu akiwa mdogo alionekana kuwa na utulivu, busara na heshima kwa kila mtu, lakini ndani ya utulivu huo kulikuwa na bidii na ndoto kubwa zilizojificha. Katika kijiji chenye maisha ya kawaida, Doto alianza elimu yake katika shule ya msingi Nyeru yeye kila asubuhi akiwa na daftari alilolishika mkononi mwake na kalamu iliyodumu muda mrefu kuliko ilivyopaswa, alitembea kwa uhodari kupitia vumbi na matope, eh, kwenda shuleni. Alikuwa mwanafunzi na wa kuigwa, yaani mfano, utulivu, mtiifu, mwenye kiu ya kujua mambo mengi zaidi yaliyofundishwa na darasani. Miaka iliyosonga mbele, mnamo mwaka 1995 akaanza masomo yake ya sekondari katika shule ya sekondari Sengerema. Huu ulikuwa ni wakati ambao sifa zake za uongozi zilianza kuonekana. Wenzake walimwamini, walimshirikisha siri na walimtegemea kuongoza katika shughuli mbalimbali. Kama wangalijua kilichokuwa mbele yake, huenda wasingeshangaa. Baada ya kumaliza elimu ya sekondari, Dotto Biteko alichagua taaluma ambayo mara nyingi huonekana kuwa ya watulivu ualimu. Alienda kupanda mafunzo katika chuo cha ualimu Katoke kishu Butimba na baadaye Morogoro Teachers College. Katika kila chuo alionekana kama mwalimu kabla hata hajatimu rasmi. Alikuwa mratibu msikivu, mwenye uwezo wa kutuliza kada yoyote ya wanafunzi akiwa mwalimu wa shule za msingi ya sekondari, Dotto Biteko hakuwahi kufanya kazi yake nusu nusu. Alifanya kwa moyo wote, alihamasisha, aliandaa matokeo mazuri, aliwasaidia wanafunzi kuelewa umuhimu wa kujenga ndoto. Lakini dunia ilikuwa na mipango mingine kwa kijana huyu. Wakati akifundisha, alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha walimu TTU ngazi ya wilaya, kisha mkoa. Huku ndiko ambako uongozi wake ulianza kuonekana kwa uwazi. Aliwatetea walimu bila woga Akasimama mbele ya maofisa viongozi wa mkoa na alieleza kuzungumza kwa uwazi kuhusu changamoto za sekta ya ualimu. Sauti yake ikawa imara. Dotto Biteko, ndoto zake hazikuishia hapo. Aliamua kuongeza elimu, akaenda kusoma shahada ya kwanza katika sauti, kisha akasoma MBA na hatimaye akapata PhD kupitia Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Safari yake ya elimu ilikuwa kama safari ya maisha yake iliyojaa kujitoa na kujit, na kutokata tamaa. Mwaka elfu mbili na kumi na tano akawadia, na upepo wa siasa ukaanza kumvutia. Wananchi wa Bukombe walikuwa wamemfuatilia kwa muda mrefu, walijua kuwa Dotto ni mtu wa watu, mkweli, mwenye moyo wa kusaidia. Walimtaka awe mbunge wao, na kweli kupitia kura zao wa. walimpeleka bungeni. Akiwa bungeni, alikuwa mwalimu, sasa alikuwa mbunge anasikilizwa. Hapo hakutokea kwenye umati wa wanasiasa alisimama imara, akiongoza kamati nishati madini ya Bunge, akijifunza kuwa sekta ambayo baadaye ingemfanya kuwa kiongozi mkuu wa taifa mnamo mwaka 2029. Mnamo mwaka 2019, kumiatia kwa mrazi, Rais John Pombe Magufuli alimteua kuwa waziri wa madini. Habari hiyo ilipotangazwa, wananchi wa Bukombe walishangilia kwa nguvu. Waliona matunda ya bidii yake yakichanua. Doto aliingia wizara hiyo kwa nguvu mpya. Alifanya maboresho, alisimamia mikataba, alihimiza uwazi na akawa mstari wa mbele kuhakikisha madini ya Tanzania yanawanufaisha wa Tanzania. Alihudumu katika kwa miaka kadhaa, akichapa kazi bila kuchoka. Kila mahali alipoenda migodini, mkutano makongamanoni, alijulikana kwa maneno yake mara kwa mara, tujenge nchi yetu kwa bidii, kwa uaminifu na kwa umoja. Kisha ikawa zamu ya hatua kubwa zaidi. Mnamo Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, Rais Samia Suluhu Hassan alimteua kuwa naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sambamba na waziri wa nishati. Uteuzi huu uliovutia wengi macho Mwalimu aliwahi kusimama mbele ya darasa, sasa alikuwa mmoja wa viongozi wakuu kabisa wa serikali ya Tanzania. Akiwa naibu waziri mkuu, Dr. Biteko alionekana akiendelea na huluka ile ile: unyenyekevu, maadili na kazi bila kelele nyingi mara nyingi alipozungumza alisisitiza umuhimu wa umoja, amani, heshima, kufanya kazi kwa umoja. Safari yake bado inaendelea, katika kijiji cha Ushirombo hadi ofisi za juu za serikali. Hadithi ya Dotto Biteko inafundisha mtu yeyote, mradi awe na moyo wa kujifunza, bidii ya kufanya kazi na uaminifu, anaweza kupanda mlima ya ndoto zake. Ni hadithi ya mwalimu alikuwa kiongozi, hadithi ya kijana alikuwa kiongozi wa taifa, hadithi ya mwananchi aliyebadilika kuwa mtumishi wa Watanzania. Sasa karibu ni kupitia katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho ukuaji wake na jinsi alivyo mpaka hivi sasa. Dotto Biteko alizaliwa tarehe 30 Desemba mwaka 1978 katika kijiji cha Ushirombo, wilaya Bukombe, mkoa ni Geita. Ni mtoto wa mwisho katika e, watu, familia yenye watoto sita. Elimu yake ilianza shule ya msingi Nyure yeye mwaka 1988 hadi mwaka 1994. Kisha akaenda shule sekondari Sengerema kwa kidato cha kwanza hadi cha nne mwaka 1995 hadi mwaka 1998. Baadaye alipata mafunzo ya elimu kupitia vyuo kama Katoke na Butimba na baadaye Morogoro Teachers College kwa diploma. Aliendelea na masomo ya juu. Alipata shahada ya kwanza yani bachelors katika elimu kupitia St. Augustine University of Tanzania sauti mwaka 2007 hadi mwaka 2010 pia alisoma MBA mwaka 2011 hadi mwaka 2013. Mwishowe alifanya PhD katika University of Dodoma mwaka 2016 hadi mwaka 2021. Katika kipindi cha kufundisha, Dr. Biteko hakuwa tu mwalimu, pia aliingia kwenye uongozi wa chama cha walimu Tanzania Teachers Union TTU, akiwa mwenyekiti wa mkoa wa Geita mwaka 2012 hadi mwaka 2015, na kabla yake mwenyekiti wa wilaya. Kuingia katika siasa na bunge mnamo cha jimbo la Bukombe, mkoa wa Geita. Aliwakilisha chama tawala cha mapinduzi CCM. Baada ya uteuzi ulimpata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya nishati na madini, Energy and Minerals Committee, kipindi mwaka 2015 hadi 18. Hapo ndipo alipoanza kujivunia uzoefu mkubwa katika maswala ya nguvu na madini, wizara ya madini, e, kutamba kwa jukumu kubwa Mnamo Januari 9 mwaka 2019, rais wa wakati huo John Pombe Magufuli alimtoa Dotto Biteko kuwa waziri wa madini, yani minister of minerals akichukua nafasi ya aliyekuwa awali. Katika kipindi chake kama waziri wa madini mwaka 2019 hadi mwaka 2023, alisimamia sera na uratibu zinazohusu sekta madini, mojawapo ni miongoni mwa sekta muhimu za uchumi nchini. Hii ilikuwa ni hatua kubwa kutoka kwa mwalimu, kiongozi wa chama cha walimu, hadi kiongozi wa wizara ya juu ya kitaifa katika madini na rasilimali. Mnamo Septemba moja mwaka elfu mbili ishirini na tatu kupitia marekebisho ya baraza la mawaziri ya serikali mpya Samia Suluhassan. Dotto Biteko alipandishwa ngazi akawa na naibu wa waziri mkuu pia waziri wa nishati. Hii ilimfanya kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa serikali na kumpa jukumu kubwa la kusimamia sekta ya walimu na nishati, jambo linaloathiri maendeleo ya taifa zima. Mpango kazi na azima, matamko na uongozi wake katika diplomasia ya maendeleo ya kitaifa. Mojawapo ya maneno yake, semina ya mikutano ya miradi ya nishati alisema, kama vile miradi ya umeme wanavyojua solar power ameanza kuitia moyo kwa ufanisi pia, wanasi wa Tanzania kushiriki katika kukuza maadili, umoja, heshima na demokrasia, akisisitiza umuhimu wa kuishi na amani na heshima ya yama ya na kuheshimiana. Hii ni historia ya kijana na mwanasiasa Dotto Biteko. Hii ni Usiku TV.